ATCL inaendelea kupanua mtandao wa safari kwa kuzingatia mpango mkakati wake na mahitaji ya soko. Kwa sasa, ATCL inahudumia vituo 26 kutokea Dar es Salaam dares, vikiwemo vituo 14 vya ndani ya nchi. Safari za Dodoma Mwanza zinatarajiwa kuanza mwezi Desemba 2025 huku tathmini ikiendelea kwa safari za Dodoma Mbeya na Dodoma Arusha. Mheshimiwa Dr. Angelina Asante mheshimiwa mwenyekiti, nishukuru kwa majibu ya serikali, lakini nisikitike tu kwamba mheshimiwa mwenyekiti, majibu haya yamekuwa kila siku yakitia uh, faraja kwamba zitaanza itaanza, kwa sababu mara hii ni mara ya tatu nauliza. Mara ya kwanza wakasema wanasubiri ndege ikija, ikaja ile ndege, lakini hawakubadilisha ruti, imekuja nyingine hawakubadilisha, leo wanasema mpaka elfu mbili eh, eh, na ishirini na tano Disemba. Mheshimiwa mwenyekiti, tukumbuke uwanja wa ndege wa Mwanza ni lango la miji ya maziwa makuu na makao makuu sasa hivi ni Dodoma. Ili kurahisisha pia mawasiliano, hamuoni kama ni usumbufu wa watu kutoka Mwanza kwenda Dar es Salaam alafu wanakuja Dodoma, wakati Mwanza pia ni mji ambao ni wa pili kwa ukuaji wa uchumi na unazalisha sana na abiria wengi wanatoka kanda ya ziwa. Swali so, langu ni lini kwa uhakika usafiri huo utaanza. Swali so, la pili Swali la pili, tunayo mashirika mengi ya binafsi ya ndege yakiwemo haya Auric, ana ndege ndogo na wanaweza kuwa na ndege kubwa, tunao Coastal Line, tunayo pia uh, uh, Precision. Je, yeah, serikali haioni ni muda mwafaka sasa wa kuzungumza nao waweze kuwa na ndege kubwa ambazo zitaweza kufanya kazi hiyo kama tulivyoomba Mwanza Dodoma, Dodoma Arusha, Dodoma Mbeya, na mambo mengine kama hayo ili kukuza uchumi wa taifa hili kwa usafiri wa anga? Mheshimiwa naibu waziri majibu. Mheshimiwa Mwenyekiti. Nimshukuru mheshimiwa Mabula kwa ufuatiliaji wake kwenye upande wa ATCL. Lakini nimwahakikishie kwamba serikali hii imefanya jitihada kubwa sana ya kuongeza au kuboresha usafiri nchini. Sote ni mashahidi. Miaka tisa nyuma tulikuwa na ndege moja tu. Serikali imenunua ndege zimefika kumi na sita ikiwemo ndege ya mizigo. Mahitaji ni makubwa. Hivi ninavyozungumza hapa, Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaboresha viwanja vya ndege karibu nchi nzima ambavyo havijakamilika. Vitakapokamilika, na uhakika, wabunge wa maeneo hayo pia nao watakuwa wakisimama hapa wakihitaji ndege. Kwa hiyo nichukue ushauri wake wa pili aliyoutoa mheshimiwa mbunge eh, wa kwamba nitoe rai kwa mashirika binafsi yote yanayopareti yaliyopo ndani ya, ya nchi yetu pamoja na nje ya nchi yetu ili kutazama fursa ambayo serikali imewekeza kwenye kujenga miundombinu ya viwanja vya ndege karibu kila mkoa, waone namna gani wanaweza kuleta ndege zao ili kuboresha usafiri, lakini na wao watafanya biashara pia. Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Josephine Gezabuke kwa kifupi. Asante mheshimiwa mwenyekiti, ni lini serikali itapeleka usafiri wa ndege kuanzia Dodoma Tabora mpaka Kigoma. Mheshimiwa <laughs> Naibu Waziri, majibu. Serikali inamhakikishia Mheshimiwa Gezabuke na wabunge wote itapeleka ndege katika maeneo mbalimbali nchini baada ya kukamilisha manunuzi kulingana na upatikanaji wa fedha.